Cheka basi nayo bwana, stunaani wewe, sio Simba eh, anakimbia huku akanuna, kakimbiza huku amenuna e? Ayo tuachane nayo He? Mm. Bwana eh bwana, jana ushinda goli tatu bila kiwa, katika ardhi ya ugenini, pasi nzuri, mpira mwingi, mpaka asisti za visigino. Tunamzungumzia kocha Dimitri Pantev, mnasemaje wana wanasimba? mechi yake ya kwanza goli tatu ndani ya michuano, yaani hiyo trela, picha bado. Unajua mwandishi, tuongee feksi za mpira kwamba tunaposema kwamba nchi inawakilishwa na timu nne, na tulisema kwamba kila timu tunaiombea kwa sababu inawakilisha taifa la Tanzania okay, ituheshimishe. Mm. Lakini kwa upande wa pili wametuonyesha walichofanya. Yeah, wametuonyesha walichofanya upande wa pili au upande wa nyuma mwiko. uh -huh. Muona bwana. uh -huh. Lakini Simba Sports Club, Uh -huh. ni timu pekee katika Tanzania. uh -huh. Ni timu pekee katika Tanzania ambayo inaheshimisha nchi ya Tanzania ambayo inailetea heshima Tanzania. Hiyo tukubali ndo ilivyo, utake usitake he. utake usitake. Kwa hiyo mwandishi, sisi Simba, hmm. michuano ya kimataifa ndio hmm. wenyewe. hmm. Unajua, haitaji kuisifia Simba katika kimataifa, kinaeleweka kwamba sisi tunapocheza michuano ya kimataifa hmm tunabadilika na tunabadilika vipi mm -hmm. kutokana na kikosi chetu mm -hmm. unajua mwandishi mm -hmm. kimataifa pale hamna figisu figisu. mm -hmm. Tuwekane wazi, michuano ya kimataifa hamna figisu figisu figisu. Mm -hmm. figisu iko kwenye ligi yetu ya ndani, ligi yetu ya ndani ambayo nyuma mwiko mm -hmm. wana mambo mengi wanayafanya Sawa, ndugu yangu, yeah. Ndio maana wao wanakwama michuano ya kimataifa. Unajua reason ya wao kukwama ni hiyo. Kama wanakuwa wanacheza fair play katika ligi yetu, mimi na imani wanapata momenti nzuri ya kujiandaa na kujua kwamba tunashindana yeah. Unajua hata kocha wao kuna kocha wao si, si, si, mmsau nani alikuwa naitwa alisema kwamba, jamani, sipati intensity katika ligi ya ndani. Ndio huyo anasema hatupati intensity eh? inamaana hata kocha wao amekiri hicho mm, kwamba kweli Yanga kwa ndani, kwa sababu wanafanya figisu, wanashinda ndio mm, maana kimataifa hawafanyikiwi mm. na mimi unajua, leo mimi na shauri tu kama inapendeza mm, Yanga michuano ya kimataifa yani waondolewe wasishiriki wasiwakilishe Tanzania eh? Wanatuletea aibu yani, wanatuletea aibu nchi ya Tanzania mm. eh? Yani mimi nasema wasicheze kabisa, kwanza wajifunze wadi, kwetu wajiandae vizuri ndo waingie kwenye mashindano hayo eh? Wajiandae uh -huh. Wajifunze kwanza kwetu wajiandae ndo uh -huh. waingie kwenye mashindano hayo. Kuna namna Yanga Africans wanabidi wajifunze kwa Simba sana sana, na unajua tatizo uh -huh tunawafundisha tuna so wao, yani sisi tuko tayari kuwafundisha, lakini hao jamaa yani hawafanya hawa, hawa, nini hawafundishiki hawa. Ehe, umeona mwandishi, mm. yani ndio tatizo lao. yeah. Yani kila ukiwaelekeza wapi, unaona ndugu yangu, kutokana na hayo madudu wanayofanya kwenye ligi ya ndani mm. ndio reason ni hiyo mm. Sasa tuingie kwa upande wa mchezo wa jana. okay. Unajua mwandishi, mpira wa jana umepigwa mkubwa mpira Dimitar Pantev, unajua jana yule alificha matatuu, wewe uliona mairingi tu yale, sawa? Yani kama matatuu yangeonekana jana, ilikuwa sio chini ya goli saba. Nakwambia hivi, kama matatuu yangeonekana jana, sio chini ya goli saba. Huyu jamaa hatari. Unajua mwandishi, wakati kikosi ilivyopangwa, mi kidogo nikasita Ikasema jamani nangu karabuu yuko nje na wengine mabadiliko, kasema mbona Fadlu Davids alivyokuwa anaenda na huyu tofauti. mm. Sasa hapo ndio utaona tofauti ya meneja na kocha, huyu ni meneja uh -huh. Umeona bwana uh -huh. Kwa hiyo lakini mpira uliopigwa uh -huh. yeah? Mwandishi, mpira mkubwa. Mimi nawapa hongera sana benchi la ufundi na wachezaji wachezaji haswa, wachezaji nawapa hongera zao sana. Nimeridhika na kiwango cha timu yangu na waendeleze mwendo huo huo, usipoe mpaka mm. tufike na kuchukua kombe la klabu bingwa mm. Sisi unajua, sisi lengo letu kimataifa. Ligi ya ndani hata kama utopolo wachukue ubingwa, wacha wachukue. Sisi lengo yetu ni kimataifa hmm. Tunaiwakilisha nchi ya Tanzania hmm. Ndio performance ambayo ameionyesha Kibu Dennis pamoja na Jonathan Soa. Mnasemaje wana Simba? Superb, excellent kabisa yani, yani jana wametukosha jana, kila unajua jana mwandishi, usiwataje hao wawili tu hmm. timu kwa ujumla jana hmm. wamecheza full commitment, wamejituma kweli jana wameipigania nembo ya Simba ambayo sisi tunataka wache. Unajua, Simba ambayo tunaitaka sisi ndio hiyo ya jana. Simba ambayo tunaitaka sisi ndio ya jana, na huo moto uendelee mpaka kieleweke, mpaka kieleweke, huo moto uendelee kweli kabisa, kabisa, mpaka tuchukue ubingwa, na tunachukua ubingwa. Ubingwa upi? Ubingwa wa Afrika ni wa Simba Sports Club. Hifadhi maneno yangu, nakwambia hifadhi maneno yangu ha, na hifadhi maneno yangu eh. Mengine uh -huh. Yang utopolo nyuma mwiko mm. Makundi hawaingii. Nataka kusema mnacheza mechi zao, nakwambia ah, sio kucheza, wacheze wao wenyewe, sio na timu mbovu eh? Tatizo unajua, mwandishi mm. Wanamlaumu kocha, wamemwonea Folzi kaonewa tena, hiyo ujumbe uwafikie eh. Folzi mwandishi kaonewa wachezaji ndio wana uwezo, timu hawana pale, hamna timu pale, timu hamna wachezaji, wazee pale wanamtegemea moja huyo huyo, pakome naye na, na, shughuli imeisha. Hawana timu, yaani waje, yani, wajenge, hmm. wajenge timu, wajenge timu, wajenge timu. Ah. timu hawana. Ewa, kocha akatolewa, kocha kafara. Ndio, ndio kawa mbuzi wa kafara, ndio maanayake wamemwonea, ndio maana nasema, wamemwonea. Yule alitakiwa wabaki naye mpaka kieleweke, kama alikuwa anaenda kwa shada. Tulikuwa sisi Simba nasema hii, tulikuwa natamani sana baada fol za baki eh. Kocha mbona mzuri yule yule, kocha mzuri si, kwa nini wamemondoa wa bwana na yule mbiki? Kocha angewapata ubingwa wa ligi kuu. Mimi nakwambia, mnatega mitego yule kocha mzuri wajenge timu nyena, ha, na. Eh? Nyena, falls, sisi, sisi tumchukue wakati yeye alikuwa anaihudumia Utopolo. Sasa sisi tumchukue wa nini? sisi tuna kocha matatu tunatamba naye hmm. sisi tuna matatu sasa hivi tunatamba naye. Mangungu ajifunze kwa FC tu hiyo <laughs> mbona kila siku naongea bwana hmm. Simba inacheza vizuri na yeye, si ndio? ah. Kiongozi sasa inacheza vizuri. Unajua, unajua mwandishi niye niye tatizo amni mwele, amnielewi. Hmm. mimi ugomvi wangu na Utopolo, kwani tunapigwa na Utopolo? Yaani ugomvi wangu ni huo na Mangungu, kwani <laughs> Mangungu ndo anacheza uwanjani? Ah, sasa ni mwenyekiti wa wanachama, mbona hapa ah. wakati Simba inafanya vizuri hamumlamiki Mangungu mwandishi mimi nasema hivi kwajia, hebu nikujibu he. We unajua leo bwana, uelewe nachomaanisha mimi. Kimataifa tunafanya vizuri, ligi kuu, sikiliza kudia... kimataifa, kwa hiyo amko na mangungu ah. Kimataifa yeye ana shida, yeye una... so, unanielewa, uanielewa, yeye ye, ni chawa wa Yanga, kwa hiyo yeye anatumika na ya, watu wa Yanga, ndio maana mechi zao tunafungwa. Leo tumepigwa mara sita fululizo kwa ajili ya huyu jamaa. Sio, mnanielewa uh -huh. Yani mimi shida yangu na mangungu ni sehemu moja, uh -huh. inapokuja swala ya kucheza na Yanga ndio shida ipo hapo hey. Lakini kimataifa uh -huh. hana shida yule uh -huh. ha, kimataifa uh -huh. hana shida. Mangungu ana shida, sikiliza, nisikilize uh -huh. nikuweke uh -huh. wazi leo, kimataifa hana shida uh -huh. mechi za ligi na timu zingine hana shida uh -huh. ye shida yake inapokuja utopolo yaani yee shida yake inapokuja utopolo, Simba ikicheza na Yanga ndo mangungu ana shida. Ndio anacheza gemu sasa hapo yeye ndo anacheza gemu sasa, ila Simba na timu zingine mangungu ana shida. Yule bana, historia yake alikuwa mtu wa Pan African bana uh -huh. Sasa kinaeleweka pani imetokana na nani uh -huh. yeah? Unajua mwandishi bana, ayo tuyaache. Hayo uh -huh. Ay, Januari tunayamaliza hiyo kodi nakupa Januari, tunayamaliza nakwambia na, hivi mimi nakupa kodi Januari tunamaliza mambo yote mingine. hayo. Ay, yes. Tuache tuongelee timu. Unajua mwandishi, jana eh, Pantev eh, eh, ni meneja, mimi nampa sapoti yote na tu, washabiki na wanachama tuko naye, hmm, kwamba ataivusha Simba pahali ambapo tunapotaka sisi, washabiki na wanachama mm, na kweli atatuletea furaha mm. yeah. E bwana zungumza na mashabiki kwa kile ambacho kimetokea jana, lakini pia vilevile vile ni kongole za namna gani ambazo mnazipeleka kwa timu nzima pamoja na benchi la ufundi? Mimi nawapa hongera sana mm. nawapa hongera benchi la ufundi mm. nawapa hongera wachezaji kweli wamejituma mm. yani, mimi nimeridhika na kiwango cha jana na mpira huu, narudia, mwandishi, mwendelezo mm. huo uendelee mm. yani walichofanya jana kiendelee mm. yani wasirudi nyuma mm. na kweli, kama kwa mwendo huo, ubingwa wa Afrika, narudia, tunachukua. Bwana Simba jana, badala ya mchezo walikuwa wanaonekana wanacheza piano. Sio ndo staili ambayo mmekuja nayo? Saa hizi sasa unajua, sisi unajua mwandishi, katika jambo lolote, katika jambo lolote sisi ndio tunalianzisha mm-hmm, wengine wanali, wanaliiga kwa hiyo sisi tutakuja na mambo mengi tu mapya mm-hmm. Hayo mambo ya piano nini ni, ni ndogo sana. Ndio maana tunawaambia kwamba hata katika michuano ya kimataifa wajifunze mm-hmm, kwetu ndio waanze kucheza, wasidhalilishe nchi ya Tanzania. Nikushukuru sana mzee wangu na nikutakie kila laheri na